ni ziara ya kimafunzo ya wanafunzi kundi la kumi na tatu, ishirini na nne ishirini na tano toka Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC, ambao umefika hapa makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa yaliyopo Chamwino jijini Dodoma. Lengo kuu la ziara hii ni kufahamu yale ambayo yanatekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa. Mimi ni mwenyeji wako naitwa Sajini Jamila Mutabazi. Karibu, raha ya hodi ni kuitikiwa na hapa, mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Rwaja Mabele anasema ujio wa ugeni huo umeleta tija kwa jeshi la kujenga taifa. Tunapata nafasi ya wao kutushauri kama think tanks, wana wanatushauri namna ya kuendesha mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa ubora zaidi. Kwa hiyo sisi kwetu kozi hii kuja kutembelea hapa kwetu tunaona kwamba ni, ni, ni, tunafurahi tuna sana na wamekuwa wakija kila mwaka na kila wanapokuja kwa kweli huwa wanachangia wana wanatupa mawazo mazuri ambayo yanachangia sana katika kuboresha mafunzo ya jeshi la kujenga kwa taifa. Kwa upande wake mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi balozi meja jenerali Wilbert Ibuge amezungumzia dhumuni la ziara hiyo. Chuo chetu ni changazi ya kimkakati, lakini tunachokizungumzia hasa ni usalama na usalama kwa ngazi ya kimkakati, mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa ya kuambukiza epidemics, lakini pia Mheshimiwa Rais anazungumzia sana swala la clean cooking. Kwa hiyo chuo tunapofika mwezi huu wa tatu wa nne, huwa tunaanza sasa kutoka kwenye mihadhara ambayo huwa wanapokea washiriki wetu ambao ni ngazi ya maafisa wa juu wa ulinzi vyombo vya ulinzi na usalama, lakini na wizara na taasisi mbalimbali mbali za serikali. Brigadia Jenerali Hassan Mabena ni miongoni mwa washiriki wa kozi hiyo, na hapa anazungumzia faida alizozipata kupitia mafunzo hayo. mafanikio ambayo nimeona kwa kipindi ambacho nimekuepo kozi ni kwamba kwanza, ameniongezea uelewa mpana wa namna ya kuhakikisha kwamba taifa langu la Tanzania linakuwa liko salama katika nyanja ya kisiasa, nyanja ya kiuchumi pamoja na kijamii lakini pia vilevile ni kwa jinsi gani ambavyo Tanzania inaweza ikahusiana na nchi nyingine, e, utungaji wa sera, kuzisimamia sera, lakini pia vilevile na kuwashauri viongozi wa ngazi za juu walioko serikalini kuhusiana na mambo ya ICT ama teknolojia ya habari. Ni muhimu katika majukumu ya ulinzi wa nchi, hususani katika nchi na jumuiya za kimataifa. Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC kimekuwa na utaratibu wa kila mwaka kufanya ziara ya kimafunzo makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa ili kuona namna linavyotekeleza majukumu yake. Katika ziara ya mwaka huu imehusisha washiriki wa kozi kutoka mataifa kumi na sita ikiwemo Nigeria, Afrika ya Kusini, Misri, India, Zambia, Bangladesh, Botswana na Bibia pamoja na Burundi. Sajin Jamila Mutabazi, JKT Media. <tune>